Kamati ya kitaifa ya usimamizi wa miradi ya mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais imefanya ziara katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya na kujionea miradi mitatu ambayo imewakosha wajumbe wa kamati hiyo. Mambo yalianza hivi, na hapa ni kijiji na kata Itewe, Mbeya DC. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri hii, Beatrice Ngutu, akatoa utangulizi huu akifuatiwa na Gerard Shayo ambaye ni afisa misitu katika mradi huu wa chanzo cha maji ilaa <tipa> Mbeya, miongoni mwa halmashauri saba zinazotekeleza mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya banwai, kwa maana ya mradi ambao unatekelezwa kwa muda wa miaka mitano, ulianza kutekelezwa mwaka 2021 na utakamilika mwaka 2025. Katika halmashauri hii mradi unatekelezwa katika kata mbili ikiwa ni kata ya Itewe pamoja na, na Ulenje venye jumla ya vijiji 8 ambapo ni Itewe, Tembela, Isongo, Nyala na kwa kata ya Itewe na Ulenje ni vile vya Ulenje, Mbonile, Wambishe pamoja na Mkuyuni. Iko miradi 13 lakini kwa, kwa mkutano huu tutatembelea miradi mitatu ikiwemo mradi huu hapa wa chanzo cha cha, cha, cha chanzo hiki pia kina, kimetangazwa kwenye gazeti la serikali kimetangazwa kwenye gazeti la serikali <gibu> namba 784 ya mwaka 2021. Kwa hiyo eh, shughuli za mradi ni pamoja na kuweka bango eh, kutoa mafunzo, lakini pia kuimarisha kamati za mazingira. Kamati hii yenye watu wenye weledi katika maswala ya mazingira na ulizaji wa maswali baada ya kutoka katika mradi huu wa chanzo cha maji wakafika katika mradi wa kitaru nyumba kwa kimombo huitwa greenhouse. Wakapokelewa namna hii, kisha wakapokea taarifa yenye lengo la kurejesha uoto wa asili na kulinda vyanzo vya maji kwa kulima kisasa katika eneo dogo na kuachana na kulima kilimo cha kienyeji ama cha mazoea. Taarifa fupi ya mradi wa vitaru nyumba Green house kijiji cha Itewe kata ya Itewe. Waheshimiwa viongozi, mradi wa vitaru nyumba ulianzishwa rasmi mwezi wa nane ishirini ishirini na nne kwa kuunda vikundi viwili vya wakulima ambavyo kila kikundi kina wanachama ishirini na tano mimi ni kwa niaba ya wanavikundi viwili ambapo hapa tuna vikundi cha Tuhatane na Tusungwane. mimi ni mwenyekiti wa Tuhatane. Kamati ikaridhishwa na kupiga makofi kisha kupiga picha ya pamoja nyumba, hey. Hey. Mambo haya kuishia hapa, katika kutimiliza maono ya serikali chini ya Mama Faraja Yani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani, muumini wa mazingira na nishati safi. Kamati hii ikashuka katika mradi wa kitaru cha miti kilicho karibu na Mto Mwambalizi namna hii na baadhi ya wananchi wanaotunza kitaru hiki, nikawapa nafasi badala ya kusikiliza tu taarifa za kwenye makaratasi. Kwa klasikin, kama

imeniamini kwamba naweza kufanya kazi. Kwa hiyo nipo hapa kama kibarua okay. hmm. na vibarua, mna mna shughuli gani hasa za kwenu? Hapa tunaandaa bustani za miti ya aina mbalimbali. Miti ambayo inaandaliwa hapa, kuna miti ya asili kupanda kwenye vyanzo vya maji, kuna miti ambayo inapandwa kwenye maeneo ya watu binafsi. Na lengo kupanda kwenye maeneo ya watu binafsi ni kuepukana na dhahama ya kuingia sana watu kwenye misitu ya hifadhi. Kwa hiyo tunatoa elimu kwamba mtu akiwa na eneo lake la miti kwenye shamba lake ni rahisi sana kujivunia na kujitengenezea mahitaji ya nishati. Lakini anapokuwa anaingia kwenye eneo la la la la hifadhi tayari kunakuwa ni tatizo. Kwa hiyo tunapunguza ghasia kwenye maeneo ya hifadhi kuendesha bustani kama hizi hapa. Na maeneo yanayoandaliwa hapa asilimia kubwa wahitaji wote wanapewa bure bila gharama yote kwenda kupanda kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kuhakikisha fanya lile, huwa tumegawana kwenye makundi, nina kazi ya kufuatilia kila mtu kwenye eneo lake alikopanda, kuhakikisha miti inakuwa vizuri na inakwenda kwenye matumizi ambayo ni sahihi kabisa. Pia tunazuia watu kukata miti michanga michanga isiyokuwa na umri unaotakiwa kwa hizo program tumeshazithibitisha kwenye mikutano ya hadhara, kwenye mkutano ya watu mmoja mmoja, kwenye taasisi, kwenye makanisa, tumeshazithibitisha taratibu. Kwa kwamba wa sasa hapa tulipo na kazana na kupanda miti kwenye hifadhi za vyanzo vya maji, kulinda vyanzo vya maji. Vyanzo vyetu vya maji vimepimwa mbali ya mita 60 toka kwenye chanzo hadi maeneo usikata kwenye kingo pia. Kwa hiyo miti ninayoiona hapa kwenye hili eneo inapenda kupanda kwenye hayo maeneo zinapandwa kwenye, kwenye, kwenye, si kwenye, kwenye maeneo ambayo ni ya, ni ya watu binafsi. Mahali ambamo kuna mitiririko mikali, hairuhusiwi kabisa kuingia ndani ya mita 60 kwenye kingo au kwenye chanzo. Lazima uwe mbali na hayo maeneo. Na tukipata mtu mwenye eneo katika hilo lazima tuzuie asifanye kazi kama hiyo. Na kama ilisha kuwepo, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba miti ile inang'olewa, miti yote inatolewa kwenye kijiji bado inakatwa, panabaki miti ya asili tu. inaweza kutunza maji kama tunavyoona. Hatitaji mifugo, hatitaji aina yote ya binadamu kuingia kwenye shughuli ambazo zimetengwa kisheria. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Karulunga, Mbea.